Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu wamekubaliana mpango mpya wa amani wa Marekani kwa Gaza na kuwaonya Hamas kuukubali. Baada ya mazungumzo ya amani ya Gaza na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu huko Washington DC, Rais wa Marekani Donald Trump anasema makubaliano ya yapo karibu sana. Chanzo cha Palestine kinachofahamu mazungumzo kililiambia BBC kwamba maofisa wa Hamas huko Doha wamearifiwa hivi punde kuhusu pendekezo lililotolewa na Ikulu ya Marekani. Iwapo Hamas itakataa mpango huo au haitafuata, Netanyahu anasema Israeli itamaliza kazi. Trump anasema Netanyahu atakuwa na uungwaji mkono kamili wa Marekani kufanya anachopashwa kufanya ikiwa Hamas haitakubali mpango huo. Je, mpango huo wenye vipengele ishirini unaelezea nini? Mpango huo unapendekeza kukomeshwa kwa operesheni za kijeshi, kuachiliwa uhuru kwa mateka wa Israeli na Hamas na kupelekwa mara moja kwa misaada Gaza. Mapendekezo hayo yanasema Hamas haitakuwa na jukumu lolote katika kutawala Gaza na kuacha mlango wazi kwa taifa la Palestine.